Dada, Neema, Nehema baada ya Rehema, sasa tunakuja kwenye Neema <laughs> karibu sana. Asante. Bezi bezi Ma yeah. Karibu, asante wewe. mm -hmm. Umetokea Mbezi pia, Mbezi ya Msakuzi Magufuli. Karibu. Mmetuona wapi? Ah, mimi niliwaona TikTok, lakini nilibishana kwa sababu, yaani, una mshahara mpaka laki tano, laki tatu <laughs> la <laughs> alafu sina mnafundishwa kupika ule nafundisha nini. Niliangalia mwaka jana kama mwezi wa pili hivi ko, yani nilibishana kwenye moyo wangu, lakini nilikuwa nasema natamani niende kwa sababu mimi naishi, naishi kwa naishi na dada yangu kwa miaka kumi na mbili amini. Ni mlezi wa watoto, ninapenda watoto sana. Kwayo sasa nilikutana na rafiki yangu ambao ile mwaka jana nilivyoangalia nikawa na mwaka huu sasa, mwezi wa kwanza nikamba, jamani, eti kuna kuna sehemu eti kwa jisikilia mshahara mpaka laki tano laki tatu nini mm -hmm. na wanafundishwa vitu bule yani. Kwa mfano ukienda hapo ukiwa akasema, na mimi nilishawai kufanya miaka miwili iliyopita, kwa sababu yeye anatengeneza sabuni mm -hmm. na ni mpishi ni mama ntilie pale mbezi mm -hmm. na siku zote nilikuwa naambia, kwani umesomea wapi mm -hmm. anasema siku moja ukifanya maamuzi utajua Mm -hmm. Kwa sababu anaona tu nalea watoto kwa sababu nililea mtoto wa dadangu kwanzia amezaliwa mpaka sahivi, na miaka kumi na tano mm -hmm. Eh, kwa hiyo akanaambia kwa nini usiende kutafuta kazi mm hiyo -hmm. Eh, hey, hiyo ambayo unajua kulea watoto mm -hmm. inaweza ikakufanya baadaye ukawa mtu mwingine mm -hmm. Basi nikamwambia kweli, wanafundisha anasema. E, mi nilienda wanafundisha mafu, mafu, yani weo unaenda kwaki kwa lengo la kufanya kazi, unajua kuosha vyombo ni nani, yeah. lakini kuna ujuzi mwingine mm. zaidi nikasema, kwanza niende na mimi nikajaribu. kusema kweli ni siku ya nne mm. ehe, nipo hapa siku ya nne ni... cha kwanza nimejifunza mm. yaani, sio kama kulea tu ambavyo vile naweza mm. sijasomea, lakini kwa sababu ni mazingira ambayo nimepitia kulea mm. nimejifunza kutengeneza sabuni Yani, mm -hmm. hata sasa hivi nikiambiwa eh, mm -hmm. siku nne nilizokaa mm -hmm. nimefundishwa kutengeneza, kupika chapati, kukanda ni vile, mm -hmm. eh, kwa hiyo ni kitu ambacho nimekuja kwa lengo lingine, lakini nimeongezeka, mm -hmm. nimeongeza juu juu, yani nimejiongeza maarifa mengine. Naweza nikamaliza kazi nikafungua labda mama ntilie kwa sababu mm. Tunafundishwa kupika mm. Ehe, tunafundishwa mambo ya kutengeneza sabuni yaani, mm. Kuna vitu vingi ambavyo tayari siku nne tayari nishafanyaje, mm. nishajifunza. Kwa hiyo hata kama nikitoka, sio nilienda kwa kazi ya kulea, lakini kuna vitu vingine, na nimepata bure, sijalipa mm. Kusema kweli, ndio mm. hicho sawa yes. so. Karibu uh. Sasa huu mwongozo sio bure mm, huu -hmm. mwongozo unalipiwa. Kwa waliokuja wa kituoni, wanalipia wanalipia hamsini. Kwa wale wako nje ya huduma yetu wanalipia laki moja, na hiyo ni we mwenyewe unajisomea. Ukitaka mimi nihusike kwenye training kama hivi mm -hmm. zinakuwa kama laki tano hivi so hiyo ni shule ambayo itakusaidia kwenyeshao wakati mwingine huwezi kufanya vitu usivyovijua. Mwongozo mm, huu unakupa mwanga. Ukishakupa mwanga wewe, sasa unaanza kujua nini unatakiwa kufanya, kwa sababu kwa sasa hivi kama huna huo mwanga hujui, na utafanya kazi zako tu kikawaida kama ulivyozoea, lakini kumbe kuna namna ambayo ni ya kitaalamu na kitaaluma, ambayo ukifanya mtu anakuona wewe sio dada wa kawaida. Kwa hiyo ili uweze kuvijua lazima ujifunze. Kwa hiyo wadada pia wanapenda sana hizo bure. Hey, hey, kabisa bure. Sio sifa bure, sio sifa kabisa. Hey, inabidi so, um, ujitahidi kujiongezea maarifa, tena kwa, kwa, kwa kulipia, kwa kuchangia vitu. Mimi nimefika hapa na sasa hivi nasema sana watu waliofuatilia video zangu za hivi karibuni, nasema hivyo kwa sababu ya kuhamasisheni kwamba mimi najiongezea maarifa, ukiona naongea hivi vitu vyote navyovifanya, si aviji tu kichwani kwangu, navitafuta yeah. Mm. na navisoma na kwa, ma, kwa mamilioni sahivi mm. Nasoma PhD yangu ya thiolojia ya adili, yeah. kwa sababu ya kuwaongoza kimaadili, kwa sababu hicho ndio kitu kinachokosekana kwenye jamii mm. Watoto wetu wanapelekwa kwenye mabodi kwenye majini, wanalipiwa mamilioni ya hela, lakini wanakosa hiyo elementi ambayo ni muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu hiyo ya kitheolojia ile mtu kujengwa akawa mkweli, naelewa hicho kitu yeah, kinakosekana sana, akawa mwadilifu, mtu ambaye anaweza kufanya mambo yake bila kusimamiwa bila, yani kuambiwa. Hizo ni sifa ambazo ni za kitheolojia yeah, chanzo chake ni Mungu. Kwa hiyo sasa mimi niliona hicho kitu kinakosekana, ibidi niingie gharama, nikasome ili niweze kukifanya kupitia taasisi yangu. Jenga structure, mfumo wa kuwafundisha na kuwalea kimaadili, na wale watakaofanyia kazi wataona thamani yao jinsi itakavyoongezeka kama ilivyo thamani yangu. Thamani yangu ni kubwa sana. Mabosi wanaowaajiri nini? Kwanza wanatulipa hela nzuri sana, sijui naelewa, lakini na nyie mnalipa hela nzuri, na nyie ni mashahidi na ndicho kilichowavuta. Sasa siri ni nini? Ni hiyo, hayo maadili ambayo yanafanyaje, yanakosekana Nndmana nawambia, mnapopata huo mwongozo unakupa vitu ambavyo vinakosekana ambavyo we ukivifanya vinakupa mm, hadhi mm, mm, na thamani ambayo inakufanya ulipe zaidi na uzidi kupanda juu. Hiyo tunatumia gharama kubwa, sio ni bure bure, ndani kubwa aba ili kuweza mm kuwasaidia mwende mkafanikiwe, na ndio maana sisi ni wakali kwenye mkataba wetu. Nasema lazima dada aweke commitment, aweke dhamana kwamba mtafanya kazi mwaka mmoja, na kama sitatimiza huu mwaka basi nitapata penati, nitakatwa dhamana yangu, itampa bosi dada mwingine. Hizo zote ni mifumo ya kutengeneza uaminifu na uadilifu Sindio, eh? Yeah, kwenye jamii kwenye mtu akishajua, pale bwana, hata kama dada atakusumbua wale watakupa dada mwingine, umeelewa eh? Mdina. Unatengeneza imani na hiyo ndio imani ambayo hata wewe unapofika kwa bosi wako unatakiwa katika kazi zako mtengeneza imani. Mtu akikuamini atakuthamini, na imani katika kila kitu, kuanzia unavyokaa na watoto wake, unavyofanya kazi zake, unavyosikiliza na kupokea maelekezo yake anawadada wanaona kama hizi kazi ni za mateso, akielekezwa na nuna kucha sura, anavimbisha midomo. Neno la Mungu linasema pia tuwatii tu waajiri wetu tuwatii tena tu, kwa kwa kunyenyekea na kutetemeka na kwa hofu hayo, kwa sababu kule huko wako hao wadada wenye viburi wajeuri wasiotaka kuelekezwa e, wasiotaka kufanya kazi kwa ubora. Sisi tunaamua kwa tofauti Tui, sasa tulipwe zaidi, na ndio maana mnaona matokeo yake ndio hayo. Mnaona mishahara yetu iko tofauti, huduma zetu ziko tofauti, tofauti. Eh, kwa sababu kikubwa ni kumpa mtu anachokitaka ndio wao. Ukinyenyekea mtu anapotaka hawezi kukupoteza Kwele. Hawezi, lakini ukimletea ujeuri, yani anakufukuza hata usiku wa manane. Kwa hiyo mm. Dada ya Neema, karibu uh -huh. Uh, umesema una uzoefu wa malezi um, nilitaka umesema ni uzoefu ujasomea e, sasa miaka kumi na ngapi? Nataka dada kumi na tatu ungekuwa umepata mwongozo mapema kwa kuwa ni kitu ambacho we mwenyewe binafsi umesema unakipenda lakini Coincidence ni kwamba pia soko linahitaji walezi. Unaweza ukaona kipenda kitu alafu soko halihitaji okay. <laughs> Kwa hiyo usiangalie sana unachokipenda, angalia hiki nachokipenda kinapokelewaje sokoni. Sasa kitu chako unachopenda sokoni ndio cha moto, ndio yani kikohoti hoti, yani yeah, yani, malezi yani ni hela, malezi ni utajiri. Kwa hiyo kama ni kitu chako unachopenda, ungepata mwongozo mapema, haujachelewa lakini kwa miaka kumi na mbili uliokaa kwa dada ungeweza hata kusoma hizi kozi za malezi ya watoto saa hizi. Hapa tunakupokea kama professional, unaenda zako yeah. kwenye laki tano yako yani una, una, eh si unaelewa okay. hujachelewa okay. si kuna dada hapa nimetoka kuongea naye juzi tu, alikuja hapa kama traditional tena, kipindi kile tunalipa laki moja. Amekaa kazini miaka mitatu, ndani ya miaka mitatu amesha soma kozi ya mapishi kwa sababu anapenda kupika yeah. lakini sio wanapenda kupika na sasa soko linahitaji wapishi, na sio mahotelini. sasa hivi watu wana pesa Ndip. matajiri ni wengi na wanataka kula vizuri, sio tu wa, waende mahotelini huko ndio wakale vizuri ah, hata majumbani kwao wanapenda kula vizuri Ndip. Kwa hiyo ukijiongezea maarifa na ujuzi wa kupika vizuri au wa kulea watoto au wa usafi, sasa hivi watu wanajenga majumba kama mahoteli, ni nyumba ya mtu Ndip. Sasa mtu anataka nyumba yake aitunze vizuri kwa hiyo hata taka kuleta dada ya elfu hamsini si wa kuagiza kijijini. Kwa hiyo mm. anataka professional. Ukiongeza wewe ujuzi unalipwa una, una, unali vizuri. Kwa hiyo kwa, kwa dada Neema, ilo eneo lako ni eneo ambalo lina, lina potential ambalo yani unaweza kujiongezea wakati unaanza na mradi wetu yani sasa hivi hata kama utapelekwa traditional lakini ukasema ndani ya huu mwaka wa traditional mimi nikirudi pale ni professional. Sa. uzuri kozi hizi zinaweza zika zipo umeona, kwanza ya kwanza, kozi ya kwanza ndio hii, huu mwongozo wetu ni kozi tosha, ukapata uelewa wa hii kozi na ukajitahidi kufanya kama inavyoelekeza, ukisaidiana na simu yako kubwa, kwa sababu mambo tunayoelekeza unaweza kuyatafuta kwenye mtandao pia ukayapata kwa kwa, kwa vitendo sasa kwa mfano sijui usafi wako unafanyaje? Unaweza ka Mugo vitu vile ukaviona vinavyofanyika dawa zile ukazijua, mara unaweza kusema ni mtaalamu wa usafi madawa, usafi, ujue mm -hmm. au na mix mix tu ndio mm. Aro na mimi na sijui kwenye nini zinaharibika eh, unajua kuna sehemu aro inasafishia inasafisha vitu vyake maalum. Sasa mm -hmm. kama dada, una uelewa unaisafishia kila kitu, kumbe vingine unaharibu <laughs> kwao ndio ujuzi ambao unatakiwa kujenga kwa sasa hivi. Kujenga ujuzi ni rahisi mno Mm, ni rahisi sana, yaani ni wewe commitment yako ya kusema mimi nataka kuwa bora na no, kama nataka kuwa bora kwanza nipate uelewa wa kila kitu kuhusu kazi yangu, na nikishapata ule uelewa basi niufanyie kazi, ni nisishie tu kujua, kwa sababu kuna shida nyingine. Kuna watu wanajua vitu lakini hawafanyi kazi. kazi eh, na watu kabisa, umaskini wao sio kwa sababu hawajui vitu ah, ah, umaskini wao ni kwamba vile wanavyovijua hawajataka kuvifanyia kazi wanabaki pale pale. Kwa hiyo nafikiri umepata kitu, karibu eh? Eh, karibuni sana uh. Kwa hiyo uh, sasa we wakwenda na kurudi uh, mara nyingi huwa yani kwenye hizi training, sijajua kwa sababu hawa kabla hawajapangiwa kazi hapa kituoni wanakaaga kupata basic ya angalau mambo ambayo tumeweka kwenye mwongozo wetu lakini kwa mtu ambaye anaweza basi anaweza akauchukua kama nilivyosema, akaenda nao ukamsaidia siku au wakati yuko kazini, ili apandishe thamani yake. Lakini kwa mtu ambaye hawezi kulipia, basi angalau hapa kituoni anaweza akapigwa hiyo brush ya kujua namna ya kufanya, kwenda kwenye kwenye hizi kazi, ili uweze kupata hizo fedha ambazo unaona sisi tunazitangaza. Okay. Kama unaanza traditional, basi uweke nia ya kwenda smart. Kama uko smart, uweke nia ya kwenda wapi? Professional. Professional na ni kitu tu cha ndani ya muda mfupi. Huyo dada niliwaambia alianza mishahara ya midogo alianza laki na nusu, baadaye akaenda laki mbili, akaenda laki tatu, juzi tumempeleka laki tano. Lakini ni bidii yake, sio sisi. Sisi tulimpa tu mwongozo. Kwaambia ukipita hivi utafika pale. Na yeye akaweka ile njaa na shauku na ari. Kweli kaja hapa yuko tofauti kabisa. Kwa hiyo kinachokupa hela nyingi ni wewe utakapoamua kubadilika. Nafikiri tumeelewana hapo. Ndio. Basi nawatakia majukumu mema hey, sisi hapa tupo tutakuwa, tupo tunaendelea kuwasiliana, popote utakapopangiwa, tutaendelea kufanya follow up ya kujua kama unaendelea kutoa huduma bora hiyo. Yani, ela zetu ni wale mabosi kupata huduma bora. Hey, sasa ukieta okay, okay, mchezo nakupiga chini, tunamchukua mwingine, tuna ambaye tutaongea lugha moja. Ndiyo hey, siri ya kupata hela kwa e, mtu akute, aku, akulipi kwa sababu uko kwa nyumbani kwake mtu mm -mm. Anakulipa kwa sababu unatoa huduma nzuri, kwa maana anafurahia kuwa na wewe na anafurahia kukulipa vizuri, lakini ukiwa utoi huduma bora, kwanza anakuona mzigo nyumbani kwake, anakuona nuksi, anakuona yani, sijui unaelewa eh. e, kuna mabosi wengine wako na wadada tu hao, wafanyeje kwa sababu na wadada si wanasikia, sasa hivi wadada wa shida na nini mm. Basi anachukua hiyo kama E, ina, etu, e. E. No, sio hizo nefik... tumelelewa kwenye hizo fikra za kimaskini, na hizo ndio fikra ambazo zinafanya watu wanabaki kwenye mzunguko wa nini wa umaskini, kwa sababu e. Dada yeye eh, hataki kujiongeza, hataki kuwa bora, unabaki hapo hapo. Sasa sisi tunataka watu wetu ambao wanapita kwetu watoke kwenye huu mnyororo wa umaskini. Una e. uwezo wa kutoka kabisa, na unatoka kwa kujiboresha na kuhudumia watu vizuri. Haya jamani, kila kheri.